Hmm. Masaibu ya Onyango Leta vitu. Haya basi. Sasa Onyango yuko pale nyumbani ametulia kama kawaida. Mm -hmm. Mtoto wake Otiso Tieno, mm -hmm. amefika pale nyumbani anamwambia baba, mm -hmm. mimi nataka kuoa. <laughs> <laughs> Mpata mchumba. <laughs> Odhis tena anataka kuoa. Uh -huh. Babake akamuuliza, "Unataka mm. kuoa nani mtoto yangu? Mm. Unataka kuoa nani?" <laughs> Odhis tena kile akasema, "Sinataka kuoa Onyango." <laughs> Yule mtoto wa jirani. Uh -huh. Mm. O, Onyango kusikia Odhis tena amesema anataka kuoa huyu msichana wa jirani yake ambaye yes. anaitwa Onyango. Oh, Onyango akamwambia, mtoto yangu, "Hapo usiende tafadhali." <laughs> Usiende hapo tafadhali. uh, huh. Wacha nikuambie siri huyo, eh, Anyango eh, na usiambie mtu isiri. Huyo Anyango ni dadako. jutizo tedo uzita akashangaa, najua pia roho yake ikashtuka, yaani huyu Anyango ambayo amekuwa akiviziavizia vizia, kumbe ni dadake <laughs> lakini Onyango anamwambia usiambie mtu, usiambie mtu. Haya, baada miezi kadhaa, baada ya miezi kadhaa Odhis merudi tena, anambia: baba, nimepata mwingine, mimi nataka kuoa. Onyango akamuuliza huyu umepata mwingine ndani eh? Sini mtoto ule jirani, mwingine anaitwa Nekesa eh. Anasema, wololo Mtoto yangu, usiende hapo, huyu pia ni dadako, lakini usiambie mtu. Otisotenu sasa amekufa, amekufa moyo anashindwa, sasa tafanya namna gani? uh -huh. Haya, akaacha hivyo. uh -huh. baada ya miezi kama tatu tena. uh -huh. Uh, Otiso tena karudi tena kwa babake. Yes. Baba sasa uh -huh. sasa nimepata, sasa nimepata. uh -huh. sema anaitwa nani? uh -huh. anaitwa Shiro. uh -huh. Ule, mtoto wa... ule mtoto wa Njoro. uh -huh. hey.